Shirika la Kenya Community Media Network la wapa mafunzo redio za kijamii Isiolo kujikimu kifedha. Shirika la Kenya Community Media Network Kcomnet, limewapa mafunzo mameneja na wanahabari wanaofanya kazi katika redio za kijamii Angaaf radio pamoja na redio shahidi jinsi ya kujitegemea kifedha. Akizungumza na meza ya runinga ya Waso, Doreen Mwasi ambaye ni afisa mradi wa shirika la Kcomnet amesema lengo kuu la mafunzo hayo ni kuwapa mbinu anuai redio hizi kubuni mikakati ya kupata fedha kutoka kwa mifumo tofauti. na mtuko hapa Isiolo, na in the past few days tumekuwa tukikaa na waandishi wa habari kuwafunza ama kuwapa ujuzi ya kuona jinsi gani redio zinajitegemea tuna Ipat, ama tunapatia radio station ujuzi wa kujitegemea na kufanya vipindi ambavyo vina vinagusa maisha ya wananchi na vinabadilisha maisha ya wananchi na vina quality nzuri. Ndio maana tumekuwa na radio Angaaf eh, na radio Shahidi ambao tumekuwa tukiwapatia huu ujuzi. Na ni training ambayo itakuwa inafanyika lakini eh, tukitoka kwa hii training tutakuwa wanaenda kwa kile kipindi ambacho wanasaidiwa na yule ambaye ni trainer wetu kuhakikisha kwamba wana develop ile inaitwa business plan ambayo itawasaidia ni kama ratiba ama mikakati ya kuona jinsi gani wanapata mapato, kwa sababu tumeona ni kama radio station, especially radio stations za kijamii zinategemea mfumo mmoja wa kupata pesa. Sasa tunaona jinsi gani tunaweza wapatia ujuzi na kuwafunza eh, ku diversify kuona jinsi gani wanapata mapato kutoka kwa mifumo tofauti tofauti. Bi Mwasi ameongeza kusema mafunzo hayo yatasaidia vituo hivyo vya redio havifungwi kwa sababu ya kukosa fedha za kutosha kuwalipa watangazaji. Tumeona radio station nyingi ambazo zimefungwa, kwa hivyo tunaona jinsi gani tunataka kuona jinsi gani ya ku support community radios, tusiendelee kufunga hizi redio. But vile vile wasaidia waweze kuadjust kwa eh, teknolojia ndio waweze kuendelea vile ulivyo. For example, kuna radio station size imeanza kuadapt kwa audio visual kind of radio. Wako katika mitandao at the same time, wako katika hizi frequencies za kawaida. Hiyo ni jinsi mmoja ambayo tunaona jinsi gani tunawasaidia mini radios. Zina nguvu zaidi kwa sababu ziko karibu na wananchi na zinaangazia maswala ambayo yanakumba wale wananchi. Hata hivyo, amesisitiza kwamba shirika la Kcomnet linahakikisha radio za kijamii zinawahusisha wasikilizaji katika utengenezaji wa vipindi bora vinavyoenda hewani na hata kutoa maoni ni maswala yapi yanapaswa kuangaziwa na redio hizo. Na katika mfumo wetu, huwa tunaangazia mfumo ambao unahakikishwa kwamba community radios zinatembea na msikilizaji wakati wa kutengeneza vipindi. Kabla hata vipindi viende hewani, waweze kuvisikiza kwanza, waweze kuviverify, waseme ni vizuri, ni vibaya vinaongea kuhusu maswala yao, wameridhika, alafu ndo viende hewani, na hata vikishaenda hewani waketi chini wawaseme wamefaidika vipi na hivyo vipindi, ni mambo gani wengine wanasika waangazie. Kwa hivyo, naye meneja wa kituo cha redio Angaaf Juma Jirma amesema mafunzo hayo yamefungua mawazo jinsi wanaweza kujikimu kifedha kwa kipindi kirefu bila kuwa na tatizo la kuwalipa wa wafanyikazi wake mishahara. lezo jinsi ambavyo sisi wenyewe kama na ku, na future plan ambayo itasaidia hii station kuendelea kusaidia ambapo uh, wanaishi hapo, hapo Isiolo. Most of them ni wale ambao wanaongea lugha ya Kiborana, na cha muhimu ni kwamba tumeelezwa sisi kama radio station, tuangalie kwa api, community media house. Na sisi kwetu tunasema kwamba tumekuwa sauti ya wale ambao wanazungumza kwa lugha ya Kiborana na wengi wakiwa ni wafugaji hiyo ndo e, tumeeleza kwamba jinsi ya kuji kifedha kifedha ki, ki ki muhimu ni kifedha, ambapo kama hauna fedha muhimu ni kwamba tafungiwa studio pale, ama upate kwamba masuala mengine yatokee, ufungi kushinda kulipa fanyikazi. Na tunashukuru Mungu kufikia sasa tumekuwa sawa, tuko na fanyikazi bili tunalipa vizuri na kazi inaendelea vizuri, sauti ya jamii inazidi kuinuliwa. Naye Jacqueline Mungathia ambaye ni meneja wa kituo cha Radio Shahidi hapa Isiolo ametoa shukrani kwa shirika hilo kwa mafunzo ambayo yatapiga jeki juhudi za kuboresha redio za kijamii hapa gatuzi hili. Ambacho nimejifunza ni, ni kwamba kuna vipengee ambavyo tunapaswa kuzingatia ili kuhakikisha kwamba tunasikika pande zote, na si kusikika tu, lakini pia uh, kwa upande wa masuala ya kifedha pia tuko sawa na vile ambavyo tutaweza kuendelea mbele going tusiwe tu tunategemea tukipata, uh, pesa tunatumia, yani hand -to mouth, lakini pia tuke tunaonekana kila mahali na pia tunaona vile ambavyo tunaweza ku pia the community kwa kuwafunza njia tofauti tofauti za wanabari na kuwaelekeza pia zaidi eh, na kupeana ambayo itaweza kusaidia jamii na si ambayeinazunguka yani, information ambayo inausu ulimwengu mzima bali Information ambayo inahusiana na jamii. Wakati huo huo, Emukule Emojong ambaye ni mkufunzi wakati wa warsha hiyo ametaja baadhi ya vipengee muhimu ambavyo watangazaji wa redio hizo wanapaswa kuzingatia ikiwemo kubuni mada ambazo zitawavutia wasikilizaji wengi kuchangia katika vitengo vyao vya redioni.

Them... Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.